Kwa majina naitwa Hafidh Salim Mwalimu, mkazi wa Mpendae, Unguja, Zanzibar. Kwa kweli kampeni zimeshamaliza, lakini kama mimi mwananchi, naamini kwamba tume itakuwa ni huru, lakini pia Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, mgombea rais wa Zanzibar, atashinda kwa vishindo. Lakini pia wapinzani watakubali matukio ambayo yatatokea kwa Daktari Hussein Ali Mwinyi. Namwahidi Daktari Mwinyi mitano tena, lakini namwahidi kwa sababu Daktari Hussein Ali Mwinyi kafanya mengi ambayo hatuwezi kuyasimulia hapa. Lakini Daktari Hussein Ali Mwinyi alifanya mambo ambayo hayakutegemewa na wananchi wa Zanzibar kwamba yeye anaweza kuyafanya. Na wengi walikuwa wanasema huyu ni mgeni, huyu wa kuja, huyu sijui si mkaazi wa hapa, lakini mimi nasema ni bora Daktari Hussein Ali Mwinyi kama wanasema simkaazi wa hapa, yeye ni mgeni, kafanya mambo makubwa na magumu. Nani ana maamuzi magumu katika nchi hii? Mimi naamini Dk. Hussein Ali Mwinyi anaamini kwamba wananchi wote wa Zanzibar ni wake, na maskini, matajiri wote ni wake na ataenda nao sawa. Na wasisitize wananchi wa Zanzibar ama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wampigie kura Dk. Hussein Ali Mwinyi kwa Zanzibar na Mama Samia wampigie kura kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili iwe ile tunalosema mitano tena. Oktoba tunatiki.